Siti ya sweet 90 sweet ya ni kule 10 bob. John mambo poa, twende tukacheze. Mimi ni kusoma na soma, ni nini hiki kwani? Kuna machungu nipeka moja ama ukuja, tusome alafu nikimaliza tuende tukacheze, sawa? Sija kuna wezi. Sasa mimi nitakuonyesha hesabu, si ndio? Eh, unafanya za plus, na mimi nafanya za minus. Si ndio? One plus one is equal to acha hmm. Yeah. Nikuonyesha one plus 1 ingine, so one plus one, one, two, two, two. Na mimi sasa, ni yangu nifanye ya minus. Two minus one is equals to, two minus one, one, two, two minus one. Eh, sasa kwa hivyo 2 plus

Unaona hakuna. Gai, John, umenimalizia machungwa. <laughs> Kwani unalia? Si mimi nilikuwa nakufunza. Umenimalizia machungwa. Hapana, <laughs> tulikuwa tunasoma <laughs> Usiniambie mama yangu. Usiniseme. Usiniambie mama yangu. Sasa sasa analia na mimi nilikuwa namuonyesha na hesabu. Ah. Mimi hata ni nimechoka. Ni acha ni ni, ni kaochi katuni kwa bedroom wasinipate hapa. Eh, hey, dira kwa pia Kangethe. Gari iko ready, gari iko ready. Kila kitabu kebe niko nazo. Anko. Anko, mimi nataka gari, mimi staki hii hata nje. Gani? Kuja nikuonyeshe wewe kwanza acha nikupigie. Kuna kitoto kia kwa my sister kiko hapa. Uncle si hukuja nikuonyeshe hii. Wewe unanisifua mimi narudi kwa ofisi, niko na kazi. Ah, uncle yeye anakuja nikuonyeshe yenye nakuambia. Yule nilitoa wapi? Ni wapi tena? Mtoto wa yenyewe. Unataka Mercedes?

Apa na mimi nataka anko. Wewe we, we, we. Siata brayo walinunuliwa masidesi na baba yake. Bebo, unajua ah, kupika? Wewe ni ugali tu unakula hmm? hmm? <laughs> Sasa tungevingoja mboga. Unajua wasichana wengi hawajui kupika. Hapa niliangukia <laughs> Goja. Na kwani kwani unapika na vitunguu ngapi? Si hizi nne, kuna shida vitunguu nne? Eh. Hey, si chakula utamia chakula ni kitunguu? Unajua vitunguu venye ziko na bei lakini, si ndio ikwetao. Hii moja inatosha, hii moja inatosha hadi unarudisha moja bao? Mbona sasa urudishe kitunguu? Hata hii shika, urudishe si lazima. Hata nipike mimi kama sipiki chakula na hii kitunguu nne, chakula yangu iwezi kuwa si si uh -uh. Kadri ndio koruga. Unasikia vyenye umenikosea heshima hadi unanihitaji unanihitaji naangu

ina oja chumvi. Ni flavor, ni flavor, ni mremwa mie kama mwenye makonda flavor. Hah, atuweke la sukari hapo. Niweke sukari. Eh, atuweke la sukari hapo. Sawa. Sawa.